jenzi wa masoko yale Manzese AB pamoja na kile kiwanda cha kuprocess mazao mradi unaofadhiliwa na Benki ya Dunia, lakini chini ya usimamizi wa serikali. Soko hili ujenzi wake ukikamilika, ndio unaenda kupunguza adha ya wafanyabiashara wa mazao mbalimbali ikiwepo na mbogamboga mboga kutokana na mrundikano uliopo kwenye masoko mengine madogo madogo. Lakini baada ya kutoka kwenye mradi ule, nilikuja pia kwenye soko la Bombambili, ili kujionea adha wanazozipata wafanya biashara na wananchi, kifanye ulinganifu, ili nitoe maagizo na maelekezo ya namna nzuri ya kuliendea jambo hili. A, katika ukaguzi wa soko nimebaini ujenzi haujaanza. Kilichofanyika pale uwekaji wa uzio na nimeambiwa mkandarasi ameshalipwa bilioni tatu kama advance payment, lakini kazi bado hazijafanyika. Kwa hiyo kuchelewa kwa kazi zile, kuna mambo kama manne matano yatajitokeza. Jambo ya la kwanza, ile mipango iliyowekwa na manispaa ya makusanyo ya ushuru ndapo soko litakamilika, inaweza isifikiwe kwa maana hiyo, mapato mwakani yanaweza yakawa chini au yakawa yameongezeka kidogo. Lakini jambo la pili ni changamoto wanazozipata wananchi wetu kwenye kupata bidhaa, kwa sababu masoko haya ambayo ni ya muda hayako kwenye mazingira mazuri. Lakini la tatu ni wafanyabiashara wenyewe nao kufanya biashara zao katika mazingira mabovu, na jambo la nne ni maintenance za mara kwa mara tunazotakiwa kuzifanya kwenye soko hili la Bombambili ili, ili kukidhi matakwa ya wafanyabiashara kuendelea kufanya kazi yao. Kwa hiyo kuna mambo mengi nimeyaona yanaweza kuwa ni sehemu ya changamoto kutokana na delays ya ujenzi wa masoko yale Manzese AB pamoja na kile kiwanda cha process mazao. Sasa nimeelekeza kandarasi kesho aniletee barua ya commitment itakayoonyesha namna gani ata hapo tekelezaji wa kazi ya ujenzi wa masoko yale. Lakini pia nimekuja hapa nimekuta mazingira mabovu ya soko, miundombinu haifai, barabara zimeharibika, kuna tope, lakini pia kuna uchafu uliokithiri. Nikuelekeze mkurugenzi wa Manispaa na mkuu wa wilaya, umpate mkandarasi yule ambaye ndio anachelewesha kazi ya kule, aje na vifaa vya kusafisha barabara hii, ikiwepo magreda na vitu vingine vyote. Barabara zinazoingia kwenye soko hili zirekebishwe kwa zero cost. Hilo la kwanza, lakini la pili ambalo ninaagiza, kuwe na usimamizi mzuri wa malori makubwa yanayoingia hapa sokoni, ili barabara hizo zikishatengenezwa zisiendelee kuharibika na siku za karibuni, hasa kipindi hiki cha mvua. Lakini jambo la tatu, uchafu tuliouona kwenye maeneo ya kutupia taka, fika jioni huo umeondolewa na kesho asubuhi nitakuja tena kukagua kuona utekelezaji huo. Maagizo haya niliyoyatoa yote yawe yamekamilika ndani ya wiki moja kuanzia tarehe ya leo, ambayo nimetoa maelekezo. Tuzingatie, hiki ni kipindi cha mvua, hali ikibadilika tunaweza kusababisha magonjwa ya milipuko, ikiwepo kipindupindu ambacho kikitokea kitaweza kuleta gharama kubwa kwa serikali kuja kuaresti ugonjwa vile vile kuathiri sasa shughuli za kijamii za wananchi wetu, sababu kutalazimika pia baadhi ya maeneo yafungiwe kutokufanya shughuli hii. Kwa hiyo kabla hayo hayajatokea ni waombe sana, kuwa wilaya na mkurugenzi wakayasimamia haya, na yakiwa tayari mnipe taarifa ndani ya hiyo wiki moja niliyosema, nije nikague mwenyewe. Makubaliana, nawashukuru.